Huu ni ujumbe maalumu kwa ajili ya wanawake wanaotaka kuingia mbinguni. Narudia tena, ukapate kufahamu, ukapate kuelewa, huu ni ujumbe maalumu kwa wanawake wanaotaka kuingia mbinguni. Kuna kitu ambacho sio, kuna kitu, kuna vitu tunakuwaga na aibu kama watumishi wa Mungu kuviweka wazi kutokana na namna ambavyo watu watachukulia hivi vitu tukiviweka wazi, lakini mimi naona ni heri nikakujuza nikakufahamisha hichi kitu, ili ukapate kuchukua hatua iliyosahihi, mama wewe, dada wewe, hatimaye majira na nyakati zikifika, utakaposimama mbele za utukufu wa Mungu, usije ukashindwa kuingia katika uzima wa milele. Iko hivi, sikia, sikiliza. kuna kitu kwa kina mama mnatumia zinaitwa pedi. Naweza kusema oh, oh, oh, mtumishi wa Mungu, wow, we mwanaume unazungumziaje hivyo vitu? Nazungumza kama mtumishi wa Mungu, nazungumza kama mtumishi wa Mungu. Sikiliza, hizi zinazoitwa pedi ni vitu ambavyo kweli vimeboresha na vimetengeneza urahisi na uwepesi mkubwa wa kuweza kuwaweka katika hali ya, ya usafi lakini nataka nikwambie kitu kimoja, nikupe huu shuhuda utakao kusaidia kupata kupambanua na kuelewa, kwa nini nakuelekeza, kwa nini nikasema, kwanza ni muhimu kwa ajili ya wale watu ambao wanataka kuingia mbinguni. Ilikuwa nipo kwenye maombi kanisani, niko pamoja na watumishi wengine, tunaomba tuna, tuna, tuna tupe katika maombi. Mtumishi wa Mungu mchungaji akasemaje? wote tuingie kwenye maombi tuombe, lengo Mungu atufunulie, atuelekeze juu ya vitu tusivyovijua vitu tusivyo vijua. Nakumbuka niko kanisani pale, nikawa ninaomba naomba, naomba, naomba, katika yale maombi nikaona hichi kitu ambacho na imani nikikuelekeza, hutaweza kuchukua hatua iliyo sahihi na kufanya maamuzi yaliyo sahihi kabla ya kujiamua kuchelewa. Sasa, sasa hizi baba, salama, shikamoo So, unaendelea hapo. Asante, asante. Asante. Sorry, natembea. Ndio maana nabidi nisalimie na watu pia dunia. Okay, sasa nikaa nipo kwenye maombi, ninaomba kilichokwenda kutokea, nilikuwa katika hali ya kufumba macho nikaona picha, nipo mahali ambako nilikuwa ninapitaga hapo mwanzoni, ninapita katika haya mazingira kama sehemu ya kuvuka kwenda nyumbani kwangu. Sasa ninafika katika haya maono, ninaona hichi kitu. ninaona sehemu gani? Ninaona sehemu ambapo wadada wamama chuoni wanakuwa wanazitupa wa pedi zao mahala pale, yani hapo ndipo nilikuwa nimefumba macho, naomba Baba katika jina la Yesu, nidhirisheni elekeze, nionyeshe, nieleweshe kitu gani ambacho sikifahamu, kitu gani nisichokitambua. Hasa ile kufumba macho nikaona picha ikaingia. Nipo mahala pale ambapo wanavukaga ni sehemu ni chuo kikuu, yani ni sehemu ambapo kuna wanawake wote wanachukua zile pedi zao wanaziweka pale. Sasa nikawa nimesimam, nimesimamishwa mahala pale, huko nipo kwenye maombi, nikawa nimeganda nime kana kwamba nimeacha kuomba mwana, natazama hii picha kwenye, kwenye ndoto za Hichi kitu nakiona vipi tena? Mbona nakiona hichi kitu tena hapa? Nikaa nina ninayaangalia yale mazingira like okay, hapa napafahamu, hapa napajua. Ghafla nikaona nikiwa katika ile kufumba macho vup, nikahama. Nikahamia kwenye kwenye nikahamia kwenye kanisa moja. Hili kanisa nilikuwa ninaabudu, na nakumbuka siku ile tulikuwa tunatoa pepo. Sasa ndio hichi kitu kikaa kime kimeingilia kime kati. Kana kwamba ninaonyeshwa kwenye maono, siku ile nilipokuwa ninakemea pepo nikiwa na mchungaji, mama mchungaji na watu wengineo, tukaa tuko bize tunakemea pepo, toka toka toka toka. Sasa ilifika hatua unajua kuna ile wakati ambayo uh, sijui niseme kukata tamaa, unapambana amna lolote linalotokea. Sasa mi nimenyamaza kimya, mchungaji kanyamaza kimya, mama mchungaji akauliza kwa yule mtu aliyepagawa na pepo akauliza maswali yake, lakini pale kwenye maono nilipokuwa nimefumba macho, nilichokikumbuka alichouliza ni hichi, akasema hivi, huwa mnakula nini? Hivi nyinyi huwa mnakula nini? Hicho ndicho nilichoweza kukisikia kutoka kwa mama mchungaji. Sasa sikia, yule pepo akasema, huwa wanakula nyama, wanakunywa na damu, wanakunywa na damu so Akauliza, hizi damu mnazipataje? aka akaweka vitu vingi sana akazungumza. Okay, kuna kuna ajali zinasababishwa sijui nini na nini, kuna vitu vingi lakini kitu ambacho nilikuwa nimefumba pale macho yangu, ninaomba kanisani, nilichokisikia ni kile kipengele, kana kwamba anasema huwa tunapata damu kupitia pedi, kupitia pedi hizi ambazo mnasema nyinyi kana kwamba ni comfortable, rahisi, unamaliza unazitupa. Hizo hizo ndo akawa ana narrate anasema pedi. Mama mchungaji akastuka kwanza. Yani, ile hali alivyoambiwa kupitia pedi. Mama mchungaji alistuka. Unasemaje? Unasemaje? Sema yes. Tunazipata kupitia pedi pia. Sasa baada ya kuona kile kipengele kwenye ndoto. Macho yangu yani nikatoka mahala pale nikafumbua macho yangu kwenye maombi sasa akili yangu ikawa inajaribu kupambanua. Nikaonyeshwa mwanzo sehemu ambapo pedi zimejaza kutosha, alafu nikaja kuonyeshwa hii picha ya huyu dada aliyepagawa na mapepo ambaye pepo akawa anasema moja ya sehemu anapopata damu ni pedi. Nilikuwa napata changamoto sana kukipambanua hichi kitu, yaani nilipata shida mno kukielewa na kukipambanua hichi kitu, katika maombi ya muda mrefu, maombi ya muda mrefu nikaja kukutana na mtu mwingine aliyepatiwa kitu hicho hicho kama mimi nilichopatiwa, kana kwamba pedi hizi za madukani nyinyi mnazoziona ambazo ni, ni comfortable, ukimaliza kutumia unaitupa ile kutupa kwako ni wewe unalisha ulimwengu wa roho, ile kutupa kwako ni wewe kulisha ule ulimwengu wa roho mapepo yale. Kitu kingine, unachopaswa kuelewa Takatifu, na nataka kuingia mbinguni. Damu yako inayotoka katika mwili wako inapogusa kile kitambaa lile ni agano ambalo unalolifanya wenzako wame dunia <coughs> Yesu atusaidie, wenzako wamenuiza kwa kila mtu atakayetumia hii bidhaa, kwa kila mtu atakayefanya hivi na vile vile awe na muunganiko na hivi vitu sasa. Unaweza kuchukulia simple, unaweza kuchukulia ah, bwana huyu kijana anaongea vitu ambavyo havielewi. Sikia, mimi si wa kwanza, nimetafiti. Wapo wengi waliodhihirishiwa, walioambiwa hichi kitu kana kwamba hizi pedi ambazo wewe unaenda kuzifuata dukani na kuweza kuzinunua kuzitumia na kuzitupa, hizo sio kitu sahihi ambacho unapaswa kukitumia. Zitakuharibu, zitakupa yani zitakupelekea hata katika uwepo wako na, na ile uhusiano wako kati ya wewe na Kristo, itakuwa ni changamoto. Katika Biblia kuna andiko linasema hivi linasema, linasema ipo njia ionekanayo kuwa ni nzuri ama si njema, sikumbuki vizuri, lakini mwisho wake ni mauti hatima ya ile njia ni mauti. Sasa utumie kitu gani? ujihusishe na kitu gani? dada mmoja ambaye ni, ni kijana mwenzangu mpendwa, tuseme binti mpendwa katika Kristo, nilivyokuwa ninauandika ujumbe nikautuma mtandaoni Facebook, nilivyoutuma akaniambia, mtumishi wa Mungu, ninakushukuru kwa sababu nilikuwa niko dukani, nimekosa amani. Nilikuwa nataka ninunue hivi vitu lakini sielewi, nimekosa amani, nashangaa. Ninatoka nje nafungua Facebook nakutana na ujumbe wako naosema tusinunue tusipate kutumia hizi pedi za madukani. Dada mwingine ambaye ninasali naye kanisani, katika ile hali ya kumwelewesha ama kumwelekeza kuhusiana na hichi kitu ambacho Bwana alichoniambia, tumishi wa Mungu mimi hichi kitu mbao nilikuwa nakifahamu muda mrefu ni hivyo koka tu, yani kuna kitu kikawa kinani, kinanihukumu sipasi kutumia hivi vitu. Sasa hebu waza, Mungu tayari alishaweka hichi kitu ndani ya watu wengi mno wengi mno, wakapate kuweza kujua na kufahamu hichi kitu si sahihi, si sahihi. Utumie nini? Right, hawa wote ambao nilikuwa nazungumza nao pamoja na huyu dada ambaye alikuwa anaenda kununua dukani, alibadilisha akaanza kutumia zile ambazo unasema za kufua, pedi za kufua, zile ambazo unaweza labda ukasema ukaenda kutengeneza mwenyewe. Kama una uwezo wa kutengeneza mwenyewe, namfahamu mtu ambaye anaweza kukutengenezea, or you can buy, ama uka ukanunua ukazisimamia wewe mwenyewe. Sikia, ile damu inapotoka katika mwili wako, ile sio mi, sisemi ya kwamba ni, ni kawaida ile damu it's alive yani, ni, ni kitu kinatoka ndani ya mwili wako. So unapokitoa na kukigusanisha na kitu ambacho tayari kimeshawekewa mikataba tayari kishafungiwa mamlaka na nguvu za giza, unachojifanyia wewe mwenyewe ni kujiingiza katika maangamizo. So cha kufanya wewe, tafuta hizi pedi za kufua na kwambia ukweli, kwa sababu usipofuata hichi <laughs> ndugu yangu itakachokwenda kukukuta utashangaa unasimama pale katika ufalme so wa mbinguni, unashindwa kuingia kwa sababu huu ujumbe umedharau, umedharau ujumbe. Na kusikia katika upendo wa Mungu, tafuta hizi pedi za kufua, tumia hizo, achana na hizi za kununua, nunua hizi za kutupa. Kununua, kutupa, achana nazo, achana nazo. Hakikisha unapofua unatamka neno katika damu ya Yesu. Unajua damu ina nguvu mno. damu ina nguvu mno. Sasa unapoitoa damu yako na kuimwaga tu hivi kiki kawaida kawaida. Hakikisha mara kwa mara unakuwa katika hali ya kuombea ama kutakasa katika lengo la kuzuia chochote kinachoweza kukufuata kikaweza kushindwa kukugusa kukudhuru kwa namna yoyote. So, nakusii katika upendo wa Mungu. Ujumbe si kana kwamba ni ujinga. Ujumbe unakuhusu wewe mama, wewe dada, wewe binti ambao unataka kuweza sijui kutumia pedi, tumia za kufua, achana na hizi za dukani. Kama unazochukua tupa, achana nazo, mwambie Bwana akusamehe akurehemu, akafute kila kitu ambacho kinaweza kusimama pamoja na haya maagano ambayo yamefanyika. Mwambie Bwana akurehemu, ndio umetambua, ndio umejua, lakini nakusii katika Kristo Yesu, achana na hivyo vitu. Mungu akutie nguvu. Kama unaona huu jumbe ni mgumu kwako kuuelewa, ninakusii, piga magoti, mwambie Bwana Yesu nimesikia kuhusiana na hili swala, kijana huyu aliloniambia, nimesikia nimeambiwa, lakini Bwana naomba wewe unithibitishie, wewe unielekeze, wewe unieleweshe. Lakini wakati wewe unaomba udhihirisho kutoka kwa Bwana, mimi nakusii, weka hizo vitu pembeni, achana nazo kwa sasa, achana nazo, usikilizie Bwana akujibu. Alafu ndio uh, upambanuo, okay. Nitaendelea okay, nitaendelea. Bwana akaniambia niweze kuendelea nazo sawa, kama nakupa hiyo idhini sawa. Wewe uh, mwenyewe kama Yesu Kristo atakupa hiyo idhini uendelee nazo. Mimi ni nani? I'm I'm just a normal person. Kama Bwana atakwambia hapana, then achana nazo, achana nazo. Jina la Bwana libarikiwe, amen.